Kwa mara ya kwanza aliyekuwa rais wa Venezuela, Bwana Nicolas Maduro, amekaririwa akisema kwamba anaendelea vizuri huko nchini Marekani yeye pamoja na mke wake Bi Cilia Flores, huku akisubiria hukumu. Ikumbukwe kwamba mnamo tarehe tatu mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili na ishirini na sita jeshi la Marekani chini ya kikosi cha Delta Force kiliweza kumteka rais wa Venezuela bwana Nicolas Maduro na hatimaye kumfikisha katika mahakama za juu nchini Marekani mjini New York kujibu mashtaka ya kujihusisha na biashara ya utengenezaji na usambazaji wa madawa ya kulevya. Rais Nicolas Maduro akizungumza na mwanaye mpendwa bwana Nicolas Maduro Guerra amemwambia kwamba yeye pamoja na mke wake wanaendelea vizuri. Pia katika ujumbe huo, bwana Nicolas Maduro ameeleza wanachama wa PSUV kuwa wasikate tamaa na wao ni wapambanaji ambao wataikomboa nchi ya Venezuela kutoka kwa mikono varin ya Marekani. Wakati huu huo huo, masuala mbalimbali yameweza kuchukua nafasi yake katika siasa za Venezuela, na miongoni mwa jitihada za serikali mpya iliyoingia madarakani baada ya kuangushwa kwa utawala wa bwana Nicolas Maduro ni jitihada za kuachilia huru baadhi ya wafungwa wa, wa kisiasa kwa ajili ya kuleta amani na mshikamano na umoja wa kitaifa ambao katika kipindi hiki cha siasa ngumu za Venezuela kimekuwa ni kitu muhimu sana. Na miongoni mwa wanasiasa ambao wamebahatika nafasi, wamepata nafasi ya kuachiliwa huru ni bwana Diognes Anguro ambaye alikuwa ni mpinzani mmojawapo katika utawala wa Nicolas Maduro.